Bunge la kumi na mbili ndio bunge liliokuwa dhaifu kuliko mabunge yote ambayo tumepata kuwa nayo kabisa. Ilikuwa very weak, walikuwa machawi machawa, yani ilikuwa. Unajua, wakati ule wananchi walipiga kelele sana bunge liende mbashara Lakini baada hii usikii wala watu hawana interest ya kusikilika bunge linafanya nini. Bunge lilikuwa wiki ndio la kusifu. Kusifu. Kulikuwa na wakati fulani fulani nafungulia kuona eh proceedings za bunge. Kilichokuwa kinanichangaza, ilikuwa ni mara chache sana. Mbunge kuzungumza kwa dakika kumi bila kumtaja rais. Yaani wanataja rais kuliko mambo yawo ya j. Kwa hiyo bunge ni weak, na nadhani hata hili bunge kwa jinsi ulivyopata hii nalo litakuwa weak, litakuwa weak, weak. Imekuwa kawaida na ni nchi pekee wela, sababu sielewi kwamba Jaji Mkuu na Spika wanahudhuria vikao vya rais hakuna mahali popote. Yaani imeonekana bunge na mahakama ni sehemu ya executive. Tumesema hii kwamba sio vizuri, ni kama utaratibu wa dictatorship kuona spika na, na jaji mkuu wanakuwa washauri wa rais. Asema kwa wananchi wakiwa wanahudhuria vikao vya rais, hawataamini kwamba wanapata maagizo kutoka kwa rais, watakuwa wanazungumza hili. Linaendelea mpaka sasa, hakuna uwezi kuzungumza, kwa sababu ukiona spika anakwenda kwenye kikao cha rais, anazungumza pale, wabunge wale watafuata. Nasema hii lazima tutenganishe kabisa tutenganishe isionekane kwamba jaji mkuu spika wanakuwa ni washauri wa rais. Lakini baada hii usikii wala, watu hawana interest ya kusikika. Bunge linafanya nini? Bunge lilikuwa wiki ndio kusifu kusifu, kulikuwa na wakati fulani fulani nafumbulia kuona